Machi 14 tunamkumbuka mtakatifu Matilda, malkia wa Ujerumani na mke wa mfalme Henry wa Kwanza. Alizaliwa katika familia ya kifalme ya Swabia, lakini alikuja kuwa mmoja wa wahusika muhimu katika historia ya Ujerumani na Kanisa. Matilda alijulikana kwa msaada wake katika misingi ya kanisa Katoliki na maendeleo ya Ujerumani, na alifanya juhudi kubwa za kudumisha amani na utulivu katika familia yake na jamii. Baada ya kifo cha mumewe, alijitolea kwa maisha ya sala na huduma za kiroho. Sifa yake kama mtakatifu inahusiana na kumtumikia Mungu na kusaidia kuimarisha imani ya Kikristo katika jamii yake. Amekuwa mfano wa malkia ambaye alijitolea kwa familia yake, nchi yake na pia imani yake. Alichangia sana katika utawala wa kifalme na alijulikana kwa kutunza ustawi wa familia yake, masuala ya kisiasa na ya kijamii.